Dulilahi rabilalamin, ndugu zangu, kwa kweli ikisasa simaduha ya ukamilifu inaweza kutosheleza msiba wangu, msiba watoto wetu, huyu si wa Singida, si wa Singida tu bali ni wa Tanzania nzima. <coughs> Eh, na mimi najihisabu na na kwamba ndiye niliyefiwa hasa

kila alipo mhitaji Shinyanga na mkoa wa ziwa kuja kutuunga mkono katika harakati za dimi, basi alikuja kama mkakuo jichi na alitoa msaada, ulikuwa ni mchango mkubwa kwetu.

idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, unasema hivyo kwamba Mwenyezi Mungu anasema wavumilie, wabashirie, wape habari njema wavumilivu, wenye subira. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, as-sabru inda sadmatil ula Subira una, inatakiwa katika pigo la kwanza, na mimi naamini hili la kufiwa mtoto wetu ndugu yetu shehe wetu mwalimu wetu kipenzi wetu mpambi wetu katika mambo ya dini tangu Singida na nchi nzima inaichukuliwa kama ni pigo la kwanza kwa hiyo, inastahili tuonyeshe subira zetu,

jia katika msimamo waliowekewa na Mungu, kwamba sote sisi ni wa Mwenyezi Mungu na sote tutarejea kwake. Mwenyezi Mungu ukajaalia, ndugu yetu ametangulia na sisi tuko nyuma yake, iliyobaki tuige mwenye wake. Alikuwa anajitolea sana katika mambo ya dini, akijitolea sana kutafuta kujua habari za dini, kusoma amtume kufundisha uwadi usubiri. Alikuwa amepata sikosuko mingi, lakini alionyesha sudi ya kubwa, tumwige. Lakini Mwenyezi Mungu alimwekea ukurasa wake maalum, atimize darka yake kwa watu, ikimalizika arikosi kwa moda wake usanga. Mwenyezi Mungu amweke maana pema, sisi hatuna an zungumza sana, bali ni kumuomba Mwenyezi Mungu amweke peponi, amfutie makosa yake, amstiri, ampe badala ya nyumba aliyokuwa nayo nyumba peponi na kila kitu alichokuwa akihitaji kwa maisha yake.